masista wa misionari wa damu azizi walikusanyika huko Mariannhill, Afrika Kusini hivi karibuni, tarehe nane Septemba elfu mbili na ishirini na tano kuadhimisha misa takatifu wakiongozwa na Askofu Mkuu Neil Augustine Frank wa jimbo la Mariannhill na kumwenzi mwanzilishi wao, Abate Francis Pfanner, aliyezikwa kwenye makaburi yao. Mahali alipozikwa bado ni ishara ya imani, ujasiri na ukumbusho kwamba maono ya mtu mmoja yanaweza kubadilisha maisha ulimwenguni, na kazi yao inaendelea kuwa bora tangaza upendo wa Kristo wa upatanisho. Alianzisha masista wa misionari wa damu azizi waliojitolea kwa maombi na vitendo, wakifunga kwa sala takatifu huku wakihudumia watu wote. Ndoto yake ikawa kuanzisha hili shirika la kimisionari la wanawake kwa kuwainua maskini na waliotengwa, hasa wanawake na watoto wa kike katika KwaZulu Natal, nchini Afrika Kusini. Hapa tunaye Sista Kristina Masivo ambaye anaweza kusimulia zaidi kuhusu shirika hili. Masista a wa wamisionari wa damu azizi walianzishwa mwaka 1885 huko Mariannhill, karibu na Durban, Afrika Kusini. Ndoto ya Abate Pfanner ilianza kutimizwa wakati wanawake vijana kutoka Ujerumani walipofika Mariannhill wakiwa na bidii ya umisionari ambayo iliweka misingi ya shirika hili. Dhamira yao ilikuwa wazi: kuelimisha, kuinua, kuwawezesha wanawake na watoto wa kike, huku wakihudumia mahitaji ya kiroho ya kimwili, ya kijumuiya mahalia, huduma za afya na maendeleo ya kijamii. Hilo liliashiria kuzaliwa kwa shirika ambalo lingekuwa zaidi ya maono ya kwanza. Mwanzo wa shirika ulikuwa na masista kutoka Ulaya, ikielekezwa katika njia za Kiulaya. Baadaye misheni ilitanda zaidi ya mipaka, kwa kuitikia mahitaji ya kanisa. Shirika hili lilitanda katika pembe kadhaa za Afrika, Ulaya, Amerika na Oceania, likikita mizizi katika tamaduni na jamii tofauti. Uwepo wao ulienea hadi kwenye misheni ya vijijini, miji na maeneo ya changamoto, ambapo hitaji la upatanisho, huruma na uponyaji ni kubwa zaidi. Misheni ilipopanuka, nyumba yao kuu, ambayo hapo awali ilikuwa Mariannhill, Afrika Kusini, baadaye ilihamishwa hadi Uholanzi, kuashiria shirika lilikuwa la kimisionari na la kuhudumia wengi. Masista sasa wanahudumu katika nchi mbalimbali, wakiendeleza maono ya mwanzilishi wao, wakihudumu nyanja mbalimbali, mbali na mahitaji tofauti ulimwenguni kote. Shirika hili lilianzishwa kwa malezi ya watoto wa kike na wanawake. Wanaendesha na kufanya kazi katika shule za ngazi zote, kuanzia shule za chekechea hadi vyuo vikuu na kuwasaidia vijana kuwa raia bora. Wanazingatia sana maneno ya mwanzilishi wao ya kusoma majira ya nyakati na kuboresha huduma yao huduma zinazohamishika kuwafikia walio hatarini zaidi katika vijiji na maeneo yaliyotengwa. Masista hawa wanatoa huduma kubwa ya kichungaji ya kiroho kwa wagonjwa, wazee na walio katika hali ya kukata tamaa.